Mtwara kuchele, sisi emoe. Nawashukuru wananchi wa Mtwara, kazi na utu kuchere. Naomba mniruhusu nami niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika Mtwara na kumaliza kazi yetu leo. Sina budi sasa kushukuru uongozi wa chama mkoa na wilaya zote, kamati za siasa na wote walioshirikana nao kwa maandalizi mazuri ya ziara yangu, lakini kufanya mikutano ihudhuriwe kwa wingi na watu waje kusikiliza sera na ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu Mtwara ni miongoni mwa mikoa mikongwe. Mkoa huu umeanzishwa mwaka 1971, lakini ni mkoa wa kimkakati kwa uchumi wa kanda hii ya kusini. Tumeunganisha Mtwara kwa njia ya kwenye maji, njia ya barabara, njia ya anga, na niseme nisiseme, tunakwenda kuunganisha kwa reli pia, toka mtwara kuelekea Mbamba Bay ambapo ni imani yetu taturahisishia biashara na wenzetu wa Msumbiji na Malawi. Ndugu zangu, katika kipindi hiki miaka mitano iliyopita fedha nyingi imeshushwa huku Mtwara, lakini kati ya hizo ni fedha karibu bilioni mia nne na zimekuja kukamilisha ujenzi wa kilomita mia mbili za lami barabara ya Mtwara Mingoyo, Mnazi Moja na Mingoyo Masasi. Ndugu zangu, mkitupa ridhaa na tunapoendelea mbele, tutaendelea kutafuta masoko ya uhakika sio tu kwa zao la korosho, lakini mazao yote tunayozalisha nchini ikiwemo ufuta na mbaazi, na tutaendelea kuvutia wawekezaji kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vya kuchakata korosho katika kongani ya viwanda iliyopo pale kijiji cha Maranje katika wilaya ya Mtwara.